Lakini sasa mm. kule nani kulikuwa na changamoto zake. Ndio, vijana wa Iringa wanapenda sana mazoezi, kunyanyua vyuma mm -hmm. vijana wa Iringa miaka hiyo yeah. yeah. sijui kama mpaka sasa hivi, lakini wanapenda sana kunyanyua vyuma, eh. kila kijana mbabe huh? Aha, uh mara nyingi kulikuwa na vurugu, alafu najua miaka ma... wa... ile mm. ilikuwa bado mambo ya ukesha, bado mambo ya mm. night club ilikuwa bado mm. yani madisko ikifika saa 9 saa 10 yanafungwa, yanafungwa yeah. eh Mziki unazimwa watu mnatawanyika, mbukane. Sasa tulikuwa tukifunga mziki, wababe wanaanza e, lakini bahati nzuri mii mm. mi, unajua walinipenda sana waone, wanapenda sana DJ. Sunawarusha tukifunga, waone, kampeni wanatusindikiza, naenda mpaka nyumbani, wanaishia e, wana zao mm -hmm. no? Alafu nakumbuka tulikuwa na sima Baba wangu sikuwa na kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Mwamba Kapera. Ndio alikuwa mm. baba wenyewe. Alikuwa ana mguu mbovu hivi lengo la fulani hivi. Lakini mm. chuma alikibeba sana. Alikuwa mbabe sana. Alafu alikuwa anamuogopa na kundi lake la vijana kama mbwa mwitu hao wakianza kushambulia. Mm. Eh, kwa hiyo hao watu ndio walikuwa kampani sasa. Mm. Wanakusaidia, saidia kuna. E. Ndio kisa cha kwenda. Iringa. Iringa. Iringa. Eh.